Hapana, hapana, hapana. Nisikize kwa makini bwana. Huwezi kunishauri mimi kukwepa kodi. Nikwepe kodi kweli? Nasemaje hata kama hiyo biashara ndio ya milioni 7, milioni 8, siwezi kukwepa kodi. Umejua kabisa kama serikali ina mkono mrefu. Sasa hivi na mikono mirefu mimi na kamata huku na kufia. Ikakati ndio shughuli utaiona hapo. Wewe tufanye biashara kisheria utaona faida yake. Eh, tulipe kodi bwana. Serikali inaona sasa hivi inapofanya mambo mazuri bwana. Wewe biashara hiyo milioni 10. Hata kuipa serikali laki tatu, laki mbili unashindwa. Acha bwana ujanja ujanja huo bwana, sasa hivi ujanja ujanja hamna weka mfukoni bwana. <laughs> Basi baadaye nitakupigia na afu kuna adili nyingine nataka nikupe sasa. Mimi dili zangu za kisheria bwana. Sitaki kukimbizana kukimbizana. Haya sawa sawa. Alikuwa... Ah, alikuwa <laughs> mjanja mjanja sasa hivi wananyoosha. Mfanye mambo hey mengine. Yeah. Na mimi unipe basi madili. Kwani wewe mziki umeacha? Ah, unasikiliza ka singeli Sule mheshimiwa wa Mikumi ule kasema kabisa hey, tunaupeleka singeli kwenye international mziki wenu sasa hivi aulipi. ah, unaimba bolingo na singeli, watu watu Watanzania ameama amema na singeli ah, sasa kama wewe watu wanapidi wanapidia singeli, uwe imba mapambio, unatoka kivingine mapambio, mapambio hey, ya kune nisiba

Kitu gani unachokata? Serikali. Kwa hiyo sasa wewe pia hapa serikali Eh lazima mapato yaende serikalini wewe serikali inafaidika nini sawa basi na yule unayemchukulia mke wake yeye yeah, anafaidika nini? unamchukulia mke wake Mimi sio kama sijui Mimi najua kabisa Yaani hapo Maringo, ushachanganya frequency, hazipatani ya hapo, ushachangaza habari kwa mbea wako. Wewe sasa, wewe mbea. minimu... wale wanatoa habari za uhakika. Wewe mbea. Mdomo wako ndio unakuponza. Sikiliza, yule kanipenda mwenyewe. Yaani mimi pale kwake mimi ndio Mario, sawa? Mke wa mtu hey. Mke wa mtu. Sasa, unataka nichukue mke wa nani? Kila mke na mtu wake. Tafuta bibi bibi mwingine. Na bibi gani bwana wewe? Yule kanipenda mwenyewe na mimi siwezi kubanduka pale. Yeye mwenyewe wewe, kama ye habari zangu mimi mimi kukutana naye. Sasa, yule yule anafaidika anafaidika anafaidika nini? nini? nini? na na nani? wewe? wewe? wewe wewe wewe pale, mume wake basi kama sema. Kwa sababu kila kitu kizungumza serikalini, unapata mapato, unapata... lakini nikwambie, ndugu yangu, mke wa mtu sumu. Afu mke wa mtu sio mzuri. Yule mwenzake anagharamia, anatoa matibabu, anatoa nini, matatizo ya familia yake anadumia yeye yote. Mke mm, wa mtu achana naye bwana wewe, serikalini tu kila kitu Taarifa yako, yule mwanamke yule ndio skopioni wangu, simuoni mwingine yote. Taarifa yako, hichi kipengele. ah, nakupa hiki kipengele, isikilize. Wewe umbea basi, umbea huo sasa ndio unaopata wewe. Mimi nakutungia nyimbo utapata hela lakini soko mdogo tu, eti mapenzi pesa, hapo unaweza, hapo unapata maua nyuki, hapo hata kisingeni yenyewe takaa chini hapo. Mbaya mkwele, acha na nenda bwana. Mke wa mtu mbaya mkwele, acha nakwambia. Naye acha umbea basi. Umbea Ha, mimi nafikirisha tu ujumbe eh. Ha, mimi, so, mimi nafikirisha tu ujumbe eh. Na mimi ujumbe usitaache kufikirisha kwa kila mutu, muke wa mutu mbaya mukole, acha minakwambia, natafuta tu timing, nitamfikishia mwenyewe ujumbe, yaani mwenyewe nitampata hata kwa mapambio, ndio minakwambiaga. Kwenda lakini ujumbe utaupata. Sita naimba kwa mapambio uliyosema wewe hata kwa mapambio. Mimi ngumo na kukutaka pale maskani. Haya kwema, sio nyumbani kwema, ila mimi na kitu imekaa moyoni hapa, inauma. Nini jipu? Ah kitu ambayo imekaa moyoni hapa inauma. Nini sasa? Ah, unajua nini? Uh-huh. Mimi sio mumbea. Watu wanasema kwa tu mimi mumbea, lakini mimi sio mumbea. Hichi ni kilema. Kukana kitu uoni mimi siwezi kabisa. Wewe una jambo gani kwani? Mimi nakwambia mkubwa. Hmm. Mwanzo nakwambia maneno mengi, nakwambia hii usigombane, lakini ili gombana. Bibi yako sio na mke? Bibi yangu. Uh, Sisi tunazoea kusema bibi yako, hey, mke yako. Mke wangu. Mke yako yeye ni musaliti Mi sikujua kama yeye ni musaliti, amezoea kuonjaonja kwa kila mutu, kuonja kuonjaonja kwa kila mutu yule. Ana mume njo ukitokaga anaingia mume mwingine pale nyumbani kwangu hey. Nani? Mukwele, mi nasema kutoka moyoni. Hii jipu mi natumbua tu. Kwa hiyo ye mke wangu mimi ndo anaamua kusaliti mimi ana, na mume anaingia mule mule ndani mwako, hii jipu Maringo mimi nimekuelewa lakini kwenye hili mtaalamu. Ah, tu... ba... wa Achana na mambo ya uganga uganga bwana mdogo. Wewe unafikiri mganga anaweza kufanya nini? Mganga?

Hizi kesi zimeshakuwa nyingi na nyingi sana. Sasa imefikia mahali mimi nilichoka. Kwanza umethibitisha mimi, mimi, mimi, a mimi kaniambia huyu, mimi ndio umethibitisha, mimi ndio umemleta, wewe unakaa hapo. Mimi nachunguza tu maisha, tu hii sehemu unaona ndogo sana, lakini sehemu kubwa sana mimi sishaleta watu hapa, amefanikiwa na huyu ndio unaleta matatizo yake. Nimeona mimi unatakaje? Unatakaje? Nambia unatakaje? Ah, kwa umeniuliza, kwamba nimethibitisha, mi sijathibitisha. Kwanza nitafutia namna nithibitishe, afu ndio niwe na maamuzi. Ni kweli, acha wewe mambo yako hayo kwa yukua, Ah, nithibitishe kwanza. Wewe ah, unataka kuthibitisha? Eh. Kama unataka kuthibitisha sio tatizo. Mimi nitakupa dawa hapa. Utakwenda pale ukifika, wewe utaona live bila chenga. Mm. Wewe wale utawaona lakini wewe hawakuoni. Mm. Hiyo dawa unaijipakaza hapa. Sawa, mdo na kanioni. Unafunga kaniki. Mie. Eh. Aha. Ila usiongee. Ukiongea kwa sababu atakusikia, lakini hawakuoni. Ukitaka wakuone, unachukua dawa ile ile. Unajipaka huko nyuma huko kisogoni. Eh. Yeah. Ukipaka kisogoni wamekuona. Wacha mimi nithibitishe. Ah, uchukue kuua ubendi. Mpaka tudhibitishe kwanza, Maringo. Ah, bendi ndio ukuua. Ah ah, wewe mzee nipe hiyo. Mzee, ipembe nitoe. Yeah. Yeah. Sasa hii dawa, bwana, si mchezo. Dawa mm, yiini hii nimekupa wewe tu kwa sababu ninakuona kwanza, mtu mwenye makamo sana sana, tunaonewa, alafu na kuona mtu mwenye hekima na busara kabisa, wengine wengine wasiokuwa na hekima na busara, kwa sababu unaweza kaua ujue Ah. Ukaua ujue, hii ndio nzuri ya kuua kuua, unaweza ukaua kwa mkono na kufa nyingi, nyingine unaweka akiba hmm ama nyingine, siku nyingine atakuonaje? Sasa kama benki, oh, benki mm. mm. o to z no kwa sababu utaonekana, zinaondoka tu hela tu zinaondoka, hazionekani masharti yake. Ah, usiongee. Ukiongea mm. utakuwa unasikika, lakini kuonekana uonekani na baya zaidi, ila wao usitupe. Mhm, ukitupa, ukiwa tayari umekishajipaka ujue, utakuwa hata ukitembea miaka mingi hapa uonekani

Mwendeo wataleta wanataka, hawataki. Halo baby! Ah, jamani, mpenzi wako baby <laughs> yaani, nikisikia sauti yako mpenzi wangu, goto inatetemeka. <laughs> Eh, hey, yaani depa inatetemeka, utasema simu ina vibrate <laughs> sasa njoo basi Jigabu jinga mjinga hayupo, kasafiri kwa raha zako, njo jidai sasa. ah, hey, hey. Ah, mi nitakuhitaji wewe. Kaondoka, hayupo, hayupo mpenzi wangu, njo tujidai kwa raha zetu. unataka nikuandalia nini? Ah, we sema tu mpenzi wangu, kama unataka wali makange eh ndisi mchanganyiko na utumbo, wewe sema tu. Si utumbo mpenzi wangu? Ah, sasa si utumbo bwana, ule unaganda mdomoni.

Nikitizama sura yako naona naona yaani na, ona, ya, kama nime, nimeona hela yaani kama nimeokota fuko la hela mimi. Hakuna kitu ambacho nachijaraumu. Kwa nini hatujaonana mapema? Yaani wewe unatakiwa uwe mke wangu kabisa na kiongo angaliana hivi, tunafanana. Mimi mkeo tu unafikiri? <laughs> <laughs>

Mimi mume wangu sasa hivi ameanza kusafiri safiri. Tena akisafiri safiri ndo ananiacha hela nyingi kweli kweli. Ah, okay. Eh, sawa. Kwa hiyo sasa wewe unaomba tu mume wangu aondoke. Eh. <laughs> Ile milioni sita niliyokupanga siku zile. Nini? Mbona ushtuka? Mbona nifuta mkono? Ninakuvuta. Sasa unajanona, unavuta mkono. Ninakuvutaje sasa? Ah, man li, bana manini bana, nani inakuwaje? Sasa wewe unanipiga wewe.

Endeleeni, mimi ya. niko muda mrefu sana hapo, toka unaongea na simu, unamwambia ukifaranga wako aje hapa ume wangu ukasafiri Nong... Mimi niko nakusikia unaongea mambo ya mbegu, mambo ya kulima, ya kilimo, eh, nani sasa ile shamba kila mbili mwana wala mbibu mbibu uh -huh. Mimi nitapanda moja, endeleeni kufanya vile mlivyokuwa mnafanya. Fanya nini baba yangu? Wewe unasema mke huyu mie wapi? Mimi sikuepo wakati tunaongea, ah, uh, ah -huh. Saa ngapi sikuepo mimi? Unisingizia pia sababu wote mimi mongeza ngapi. Wewe uko tayari <tapuhi> mimi nife. Aka. Wewe sijauli? Ah, sio jeuli baba. Sijauli sija wewe? Sio sija jeuli mimi. Eh? Sio jeuli mzee wangu, sio jeuli. Nini unachofanya? Ah, mimi najua mwenyewe mwenyewe naona nimeshushwa tu hapa. Unaitwa nani? Baba jina langu vile lakini. Taja jina lako. Ah, tutasema jina langu lakini. Unaitwa nani? Mimi jina langu la nini? Unaitwa nani? Mie. Kweli. Babako. Ah, tutasema jina la baba la nini? Tutasema jina. Taja

Hilo gumu. Tipe, tipe. Tipe, tipe. Kwaje bwana? Tuandikie kupitia info at itv.co.tz.